Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Tuko tuendelea na makala mbalimbali ambayo yanahusiana na kilimo cha nyanya kwa siku ya leo, tumeweza kumtembelea mkulima wetu na ameweza kutuelekeza kwa namna gani anaweza kupata maji katika kilimo chake cha nyanya, kwa tunavuamini kwa manyanya zinategemea sana maji ili ziweze kukua. Kwa hiyo leo tumtembelea shamba na mkulima wetu anatuelezea hatua kwa hatua anapataje maji, anazuiaje maji kutoka sehemu nyingine kwa ajili ya maendeleo ya shamba lake. Kikubwa tu na kuomba uweze kutufuatilia, ufuatilie video zetu mbalimbali ambazo zinahusu mambo ya kilimo pamoja na ufugaji mdogo, na pia kuomba uweze kusubscribe, ku like na comment. Na pia vimepatikana vitabu vya hizi makala mbalimbali, vitabu hivi vinapatikana kwa bei nafuu. Namba za simu ziko hapo, naomba tuwasiliane kwa ajili ya huduma kutoka Nebuye TV. Karibu sana mkulima, naomba uendelee ili uweze kutujuza ni kwa jinsi gani ambazo mtu anaweza akapata maji sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya hatua ya ukuaji wa nyanya. Karibu sana. Hizi yakawa kama yule mtu ambaye aliyefanyia palizi na akatunza vizuri, aka akalihudumia vizuri hilo shamba maana huyo mtu ambaye anayelihudumia vizuri shamba lazima tu atapata faida kubwa, ambayo haiwezi ikaendana na yule mtu ambaye hakufanyia palizi. Maana kama hujafanyia palizi ambayo ni nzuri, hujaifanyia palizi mara kwa mara nyanya, hata uzaaji wake unakuwa sio mzuri sana, uzaaji wake unakuwa sio bora uzaji wake unakuwa hauna ubora ambao unaotakiwa. E, nyasi kama hizi unapita tu nang'olea ng'olea hivi. E, zinang'olewa hizi nyasi ili shamba liweze kuwa safi liweze kuwa shamba linalovutia. E, namna hii, angalia jinsi ambavyo mistari ilivyotulia kwa design kama hiyo hapo E, mstari hiyo ufungiaji wake jinsi ulivyotulia eh, namna hiyo, matuta yamekaa katika mfumo ambao kama jinsi ambavyo unavyoona hivi mpenzi mtazamaji eh, namna hiyo. Kwa hiyo lazima kila wakati na kila muda nyanya kwenye mashina humu lipite ikiwezekana, iki, ikiweze kama ina inawezekana kupitisha jembe, unapitisha jembe, unalimia kwa mfano. Kama kwa huu mfumo ambao niliotumia mimi, hii yote ni nafasi, hii yote ni njia ambayo unapita kwa ajili ya kumwagilia maji hizi, hii, hii ndo njia eh, kuu ambayo ni njia ndefu ambayo unapitia wakati ukiwa umebeba ndoo au eh, eh, ndoo za maji unakuja kumwagilia kwa hiyo hizi zote hii yote ni njia hizi zote ni njia ambazo zinakupa fursa ya kupita bila kuugusa mmea. So unakuta mtu mwingine ameandaa shamba, alafu anatengeneza njia nyembamba, ambapo kiasi kwamba hata kama nche ameufunga akiwa anapita lazima zile ndoo zitakuwa zinaugusa zina, zina mmea kwa hiyo unapokuwa unaguswa mmea na ndoo, lazima uweze kuathirika, na udhaaji wake unaweza ukakoma, au inaweza ikavunjika kabisa. Na huu ndo mtalo ambao unaotumika kuleta hapa maji kama jinsi ambavyo unavyoona, eh, mpenzi mtazamaji na msaji jasiri mwenzangu. Na huu mtalo sio kwamba kila wakati maji huwa yanapatikana, kuna wakati maji yanakata kabisa kwa siku nzima. Hiki ndo kisima ambacho nimechimba kama jinsi ambavyo unavyoona mpenzi e, mtazamaji e, kama jinsi unavyoona, hiki ndo kisima hiki, kisima hiki, yes, hiki ndo kisima ambacho natumia kuchote na kuchota hapa maji e, nachota hapa maji naenda kumwagilia. Huu ni mtaro ambao umeenda umeenda mbali kidogo, kama jinsi unavyoona huu mtaro umeenda mpaka mbali kidogo e, kwa hiyo umezunguka, umetoka kwenye mtaro mkubwa e, na pia umetumia, nimetumia nguvu kubwa kuchimba mpaka kuleta hapa maji. Kwa unapokuwa unaamua kutaka kutengeneza kitu, lazima uandae mifumo mifumo wezeshi ya kuweza kuwezesha kuweza kufanya kitu kikubwa ili kuweza kukufanikisha kwenye mambo yako ambayo unayohitaji kuyafanya. Hilo hapo ndo shamba la nyanya kama jinsi unavyoona e. Kwa hiyo maji nayatoa sehemu hii hapa hapa kwenye hiki kisima, na yatoa hapa kwenye hiki kisima haya maji. Kwa hiyo ninapokuwa nachukua hapa maji, ndio nakuwa natembea, nafika mpaka kwenye e, kwenye nyanya, nafika mpaka kwenye shamba la nyanya e. Kuna sehemu zingine ni mbali, kama kutoka hapa kuyatoa hapo maji yapeleka mpaka huko huko. Kwa hiyo kuna ka umbali umbali upo mkubwa, lakini endapo lakini endapo endapo maji yanakuwepo ya kutosha, hata umwagiliaji wake unakuwa ni rahisi zaidi. Tunaomba aweze kukumbuka kusubscribe ku like pamoja na comment kwa mkulima Kum wetu akiendelea kutupa elimu hapa. Ndugu watazamaji, tuendelee kufuatilia video zingine ambazo zinakuja, zinahusiana na mambo ya kilimo pamoja na ufugaji. na ufugaji pia, tuna vitabu vinapatikana. Vitabu hivi vinapatikana kwa alama nafuu. Vitabu hivi vinahusiana na mambo ya mbogamboga, vitabu vinahusiana na mambo ya ufugaji mdogo mdogo pamoja na kilimo cha nyanya. Kwa hiyo namba hizo zinapita hapo kwenye simu yako, tumia namba hizo kuwasiliana na kugika Nebuye TV ili upate vitabu na na huduma zingine pamoja na matangazo pia tunapokea kama hivi e, namna ya e, ya kung'olea ng'olea nyasi kama hivi e, kama hivi ambavyo unavyoona mpenzi mtazamaji, namna hiyo namna hiyo. Kwa hiyo inapokuwa inafikia hatua labda namna ya kupandishia, yani namna ya, ku, ya, ya, ya kuinulia e, mche udongo unainuliaje? E, labda mtu mwingine anaweza akawa anajiuliza maswali mengi una unatumia staili gani kuinulia e, unafanya fanyeje ili mche uweze kuinulia udongo, unafanya fanya vipi e? staili ya kuinulia ni kama hivi kwa mfano e, mche kama jinsi ambavyo unavyoona hivi, unavyoona hivi, kwa namna hii. Kwa hiyo unakuwa unakata hii ardhi, unapokata unavuta hu mpembeni, unavutia una, una, una huo udongo au huo, huo mchanga kwenye haya mashina. Unapokuwa unakata hivi una, unavutia hivi kwenye haya mashina, lazima mche lazima yaani mashina yote haya yanafukiliwa, unafukia hivi na na huo udongo unafukiliwa hivi na udongo namna na hii, unapokuwa umeyafukia hivi mashina na udongo, lazima nyanya inapokuwa ina, ina e, unapokuja kuimwagilia maji ule udongo unalowana na utakijikuta sehemu au tuta linakuwa na uwezo mkubwa wa kuhifadhi unyevu kwa muda mrefu, unyevu kwa muda mrefu. Kwa mfano mpaka sasa hivi umeona hapa panatitia kwa sababu ya unyevu ambao niliomwagilia asubuhi. Huu dongo kabisa mbichi, bado, yani mbichi bado mbichi, yani ni mbichi na ardhi ni ya baridi. Eh, na ardhi ni ya baridi kabisa, kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji hii ardhi ni ya baridi kabisa. Kwa hiyo kwa sababu ya kuinulia udongo na kutengeneza mashimo ya kutosha kuweza kuhifadhi mmea, ya kutosha kuweza kuhifadhi mmea, mashimo ya kutosha kuweza kufanya mmea uweze kuwa katika hali ya ubora, mmea uweze kuwa katika hali ambayo ni nzuri inayofurahisha, inayofurahi, inayo hali ambayo inayo, inayopendeza e, hali ambayo haina, haina kona kona, hali ambayo haina mawenge e, namna hii. Hata uotaji wake yaani, ukishakuwa umetengeneza huo mfumo, uotaji wake wa majani unakuwa sio mkubwa sana e, unakuwa sio mkubwa, unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo yanakuwa ni majani tu madogo madogo ya mbalimbali mbali. Eh, kwa hiyo uwezekano hata wa siku, uh, uh, kama ndugu, mm -hmm, mtazamaji naomba uendelee kusubscribe na pia uendelee kutufuatilia kupitia video zetu mbalimbali mbali ambazo tunazo nazo na pia uzikutembelea mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter pamoja na na TikTok na mawasiliano zaidi napeleka chini ya screen yako hapo. Tunashukuru sana, karibu na Nebuye TV.